Bwana, wakati dhoruba za maisha zikiinuka dhidi yangu na upepo mkali ukivuma kwa hasira, wewe ni mwamba usiotikisika ambapo napata hifadhi. Kama tai anavyoficha makinda yake chini ya mabawa yake yenye nguvu, hivyo wewe unanikomba kwa ulinzi wako wa kimungu. Hakuna ngome salama zaidi kuliko mikono yako ya milele. Hakuna ukuta imara zaidi kuliko uwepo wako mkuu. Wakati ulimwengu unaozunguka unapoanguka na uhakika wa kibinadamu unapotoweka kama ukungu, wewe unabaki imara. Usiyebadilika. Mwaminifu. Ndani yako Mungu wangu napata kimbilio kamili, mahali pa siri ambapo roho yangu inapumzika kutoka vita. Wewe ni pango la mlimani ambapo ninakimbilia kutoka dhoruba, chemchemi jangwani ambapo kiu yangu inatosheka, he. Kivuli chako kinanilinda kutoka joto kali la majaribu na vazi lako lininaongeza joto baridi ya usiku wa upweke. E Bwana, kimbilio langu la milele, e, ninakuamini kikamilifu. Wakati maadui wa amani yangu wakiinuka kama mawimbi ya hasira ya bahari, wakijaribu kuzamisha tumaini langu, wewe unainuka kama mnara wa mwanga usiozimu gizani. Nuru yako inapenyeza giza kuu zaidi, ikionyesha njia salama katikati ya machafuko. Kama mchungaji anavyolinda kondoo wake kutoka mbwa mwitu wenye njaa, hivyo wewe unaninda kutoka wale wanaotaka kula imani yangu. Mikono yako yenye nguvu inaunda ngao isiyoweza kupenyezwa kunizunguka na hakuna mshale ulio na sumu unaweza kupita ulinzi wako. Bwana, wewe ni mnara mrefu ambapo ninakimbia na kupata wokovu, kasri lililozungukwa na kuta ambapo roho yangu inajificha. Wakati hofu ikigonga mlango wa moyo wangu, sauti yako inanongoneza amani hii. Na wasiwasi wote unapotea kama moshi upeponi. Katika uwepo wako vitisho vya ulimwengu vinapoteza nguvu zake, maana mkuu zaidi ni wewe unayeishi ndani yangu kuliko yule aliye ulimwenguni. He, kimbilio langu takatifu, ngome yangu ya milele, ndani yako napumzika salama. Katika masaa meusi zaidi ya usiku wa manane, wakati mizuka ya zamani inapojaribu kuniogofya na wasiwasi wa kesho yananiiba usingizi, wewe ni faraja inayotulia roho yangu iliyo na shida. Kama bonde la malishoni mabichi, ambapo maji ya utulivu yanapita, hivyo ni uwepo wako katika maisha yangu, mahali pa kupumzika na kujichagua upya, e. Wewe unageuza jangwa langu kuwa bustani za maua, machozi yangu kuwa chemchemi za furaha, kilio changu kuwa nyimbo za sifa. Wakati ninapoona mdogo mbele ya majitu ninayoyakabili, wewe unanikumbusha kwamba ndani yako ni zaidi ya mshindi. Neno lako ni upanga unaokata minyororo ya kukatishwa tamaa. Roho yako ni upepo unaopeperusha uhai mpya katika mifupa yangu kavu. E Mungu, kimbilio langu lisilo na kifani. Wewe ni mahali ambapo utambulisho wangu unarejelewa, ambapo ninagundua ni nani kweli, mtoto wako mpendwa. Aliyetunzwa aliyehifadhiwa katika nyua zako. Napata amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa wala kunyang'anya. Wewe ni makao yangu ya milele e eh, nyumba yangu salama Bwana, wakati sauti za shtaka zikiinuka kama kundi la nyigu, zikijaribu kujeruhi roho yangu kwa sumu zake za kifo, wewe unanyamazisha kila uongo kwa ukweli wako wa ukombozi. Wewe ni mwanasheria anayeitetea shauri langu, hakimu wa haki anayetangaza kutokusalimu kwangu kwa damu ya Mwanakondoo kama mji wa kimbilio katika nyakati za kale ulivyokaribisha anayekimbia, hivyo wewe unanikaribisha kwa mikono ya huruma isiyoisha. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani yako, hakuna shtaka linaweza kushinda dhidi ya wateule wako. Wewe unageuza laana kuwa baraka, mawe yanayotupwa dhidi yangu kuwa ngazi za kupanda juu zaidi. Wakati ulimwengu ukiipiga kelele, e, hatia, wewe unatangaza, e, eh, amesamehewa. Eh, wakati wa kining'inya, e, eh, ameshindwa, wewe unahubiri imshindi eh. Upendo wako ni vazi linalofunika wingi wa dhambi. Neema yako ni mto unaosha kila alama. Ndani yako kimbilio langu takatifu, napata utambulisho mpya lengo jipya, tumaini jipya, kama kiota salama juu ya mwamba kikilindwa kutoka nyoka na wanyamapori wadanganyifu. Hivyo ni mahali uliponitegezemea. Katika uwepo wako, wewe unaniinua juu ya mazingira, unaniweka mahali pa juu ambapo tai anaruka na maono yanakuwa mapana zaidi e. Kutoka kimbilio lako ninaweza kuona wazi kwamba milima iliyoonekana haiwezi kupitika ni vivuli tu mbele ya ukuu wako. Wewe unageuza mabonde yangu ya machozi kuwa chemchemi za maji ya uzima, milango yangu ya giza kuwa njia za mwanga mkali. Wakati misingi ya dunia inapotetemeka na kila kitu kilichoonekana imara kinatetemesha wewe unabaki kama mwamba wa milele juu ya ambao najengea maisha yangu. Kimbilio lako si kimbilio cha muda tu, bali makao ya kudumu ambapo roho yangu inapata nyumba yake ya kweli. Ndani yako Bwana, dhoruba zinakuwa upepo laini, mlio wa simba unageuka kuwa minong'ono ya mbali. Wewe ni kimbilio langu leo kesho na milele na milele. Baba wa anga, asubuhi hii naahidi kwamba wewe ni kimbilio langu la pekee na la kweli. Sitategemea ngome za kibinadamu zinazoanguka wala ahadi tupu zinazochukuliwa na upepo uh. Imani yangu imesimama kwako, mwamba wa milele ambaye hauwezi kutikisika. Maisha yangu na yawe ushahidi hai kwamba ndani yako kuna usalama kamili. Amani kamili. Ulinzi kamilifu. Nifundishe kukimbilia kwako ishara ya kwanza ya hatari he, si kama jukumu la mwisho. Nifundishe kubaki daima katika uwepo wako, nikifanya kimbilio lako kuwa makao yangu ya kila siku. Bwana, leo ninachagua kupumzika katika mikono yako ya milele. He, nikijua kwamba hakuna dhoruba yenye nguvu zaidi, wala adui mwenye uwezo zaidi, wala hali ngumu zaidi kuliko Mungu ambaye ni kimbilio langu. Wewe ni mnara wangu imara, ngao yangu ya kulinda, ngome yangu isiyotikisika. Ndani yako ninaishi, e ndani yako napumzika, e ndani yako nitabaki milele. Amina. Kama umebarikiwa, usisahau kutuma kwa mtu unayempenda. Niambie katika maoni unatoka wapi na jiandikishe katika kituo chetu ili kusikiliza maombi yetu kila siku na kutuliza roho yako. Asante.